Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kupitia operesheni na misako inayoendelea kufanyika, tarehe kumi na moja Aprili elfu mbili ishirini na tano majira ya saa kumi na mbili jioni katika mtaa wa Matalawe, manispaa ya Songea, ilifanikiwa kukamata watuhumiwa waliokuwa wakitafutwa kwa makosa ya kuhujumu miundombinu ya maji na umeme nao ni kama ifuatavyo: wa kwanza ni Idrisa Mnimi, huyu ana miaka ishirini na moja, mkazi wa Matarawe Songea, na Ramadhani Athmani Karumbu, huyu ana miaka kumi na tisa, mkazi wa Mateka Songea, wakiwa na mita ishirini na saba kavamita, hizi mita ni za maji kavamita 8 bol koki 161 bol valve 77 mali ya mamlaka ya maji safi na maji taka Songea Suwasa. Pamoja na hilo, pia tuliwakuta na wakiwa na nyaya za umeme hizi za zenye kopa vipande sitini na tano Mali ya shirika la umeme TANESCO mkoa wa Ruvuma. Kwa kipindi cha muda mrefu sana tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana ya janga la wizi wa mita na vifaa mbalimbali vya tunavyovitumia kusambaza maji kuanzia mwezi wa kumi na mbili tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili limeibuka janga la wizi wa mita za maji. Tumekuwa tukiibiwa sana mita za maji kwa siku mita saba, nane, kumi na zimeta usumbufu mkubwa sana kwa, kwa wateja wetu. Mpaka wa sasa mita ambazo zimeibiwa ni takribani mita 185, a, ambazo a, ukichukua usumbufu wote ambao tumepata wateja kukosa maji a, na miundo mbinu mbalimbali kwa muda mfupi tumepoteza a, kiwango cha kama milioni 50 hivi. Hasara tuliyoipata kwa kipindi cha miaka mitatu yote ambayo uharifu umefanyika ni takribani zaidi ya milioni 150, kwa sababu hizi hizi nyaya za shaba zinapatikana kwenye mashine umba ambazo ni transformer, ambazo ndio zina zinakuwa ni gari sana kwenye manunuzi yetu. Pamoja na hivyo, kuna hasara zingine ambazo wanazisababisha, kwa sababu kuna waya ambazo huwa zinawekwa kwenye hiyo mashine umba kuhakikisha zile mashine umba zinafanya kazi kwenye ubora wake, lakini vinavyoondolewa hizo nyaya zinategemea, zinapelekea miundombinu hiyo kuharibiwa na vifaa na na zile natural disaster ambazo ni kama radi.